Tunasema kwenye Ukongoroni, Charawe, Chwaka, Michamvi, zile ni hoba pamoja na Bwejiu. <laughs> mm. vitu ambavyo vimepakana kwenye bahari vikaingia kwenye okay, msitu wa Jozani. Uh, wastani, kuna vijiji vingapi hapa ambavyo vinatengeneza hiyo jumuiya? Jumuiya inatengenezwa na vijiji, kwanza tukianzia na Pete, shehia ya Pete, lakini tunasema Pete, Pete Jozani. mm. tukiondoka mm. hapo nakwenda mkono kushoto, na kutangulia yake Ibona kwanza. Okay, ni, ni vijiji viwili. Pete kijiji kimoja, Jozani kijiji cha pili. Pete, Pete ni shehia hmm, lakini kati ya kuitamka tunaitamka Pete Jozani, okay. Lakini kitu kimoja hicho, okay. ma, manake Jozani ipo Pete ha, Pete Jozani imo ndani ya yo, Pete Jozani imo ndani ya Pete Jozani imo ndani ya kitu gani? katika ni mpaka we. Okay. Okay. We. Sasa hapo tunaanzia na Pete yenyewe moja, tunakwenda upande wa kushoto tunakuta Unguja huko Kaibona mbili, tunapanda juu tunakuta Cheju tatu, na panda mashariki kidogo magharibi kidogo tunakuta Chwaka, Chwaka. Tukisha Chwaka tunarudi Charawe. Charawe, Charawe tunapandisha Ukongoroni, tunapandisha juu tunakuta Michavi, Bwejuu na kumalizia Kitogani. Hiyo ndi Joza ni uba Joza na huba ya Chwaka. Hapo tumeelewa sasa. Hivyo vijiji ambavyo vinatengeneza uh, hiyo jumuiya ama vinaunda hiyo jumuiya ya uhifadhi wa mazingira maeneo ya huba ya Chwaka, na kikubwa zaidi uhifadhi wa mazingi, uhifadhi wa mali asili na kuzitumia kwenye, e, utalii. Hebu tuanzie hapa kwanza, kwa nini hasa tunatakiwa sisi tuweze kuhifadhi e, hizi mali asili zetu ambazo Mwenyezi Mungu ameturuzuku nazo. Sasa, so, so, unaposema mali asili kwenye utalii ile ni dira ambayo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, imeelekeza huko na kimataifa vile vile. Kwa tukichukulia utalii wetu Tanzania mingi ina, inashajihisha zaidi kwenye mali asili. Ukienda bara kule kulinzetu misitu, wanyama pori, hata ukija Zanzibar, asilimia sabini ya wageni wanafika Jozani pale wanakuja kuangalia msitu na wanyama kama kima punju ambao hapatikani popote pale duniani kama sio Jozani. Wako, lakini tofauti wale wakule na wajozani. Kwa mfano wajozani, ukienda mikono ya mbele na vidole vinne, miguu na vidole vitano, lakini wot, utawakuta wote wana vidole vitano vitano, huko ambao utawakuta katika maeneo mengine maeneo mengine. Okay, hata rangi za, za petu sisi zinapendezesha zaidi kuliko wale wengine. Kwani sura zinafanana, lakini ukiwachunguza unakuta tofauti. Hata sisi mwaka juzi tulikwenda Udzungwa wako, lakini tukaangalia pale wale wenyewe wakatuambia, hawa tofauti na wale wa kwenu, na tukaangalia ni kweli. Okay, yaani wako tofauti kabisa na wa Zanzibar. hmm. ah.